Katika mwaka wa fedha 2024/2025 hali ya mipaka yetu yenye urefu wa jumla ya kilomita 5,923.41 ambayo inahusisha eneo la nchi kavu, anga na eneo la maji imeendelea kuwa shwari. Mipaka ya nchi kavu ni baina ya Tanzania na Burundi, Kenya, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Malawi, Msumbiji, Rwanda, Uganda, Zambia na mipaka ya bahari inajumuisha nchi za Comoros na Shelisheli. Katika kipindi husika hapakuwa na matukio ya uhasama yaliyoripotiwa baina ya, ya nchi yetu na nchi tunazopakana nazo, mbali na changamoto kadhaa za ulinzi na usalama. Maelezo ya kina, Mheshimiwa Spika, kwa kila mpaka yanaonekana katika aya ya 13 hadi aya ya 23, ukurasa wa 7 wa mpaka wa 12 wa hotuba ninayoiwasilisha. Mheshimiwa Spika, katika jitihada za kutatua mgogoro uliodumu kwa muda mrefu Mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, wakuu wa nchi za Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika, yani SADC, na Jumuiya ya Afrika Mashariki, yani EAC, wamesisitiza umuhimu wa kutafuta suluhisho la kudumu kupitia njia za majadiliano na kisiasa. Kufuatia msisitizo huu, wakuu wa nchi za SADC walifikia uamuzi wa kuondoa vikosi vya kijeshi vya SADC nchini DRC ili kupisha michakato ya kisiasa na majadiliano. Mheshimiwa Spika, kupitia bunge lako tukufu, naomba kutoa taarifa kuwa vikosi vyetu vinaendelea kurejea salama kabisa. Aidha, napenda kulipongeza jeshi letu la Ulinzi wa Wananchi wa Tanzania chini ya mkuu wa majeshi Jenerali Jacob John Mkunda na wanajeshi wote kwa uhodari, weledi na kazi kubwa walioifanya katika kutekeleza misheni hii na misheni nyingine zote za ulinzi wa amani na kwa uzalendo wao katika ulinzi wa taifa letu kwa ujumla. Kipekee na kwa heshima kubwa, naomba kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, kwa uongozi wake mahiri katika kusimamia ulinzi na amani akiwa Amiri Jeshi Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini pia mwenyekiti wa asasi ya siasa ulinzi na usalama ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika.